Pamoja na watendaji, ndugu viongozi wenzangu, wananchi wa umini wa ADC na si, wananchi wa hapa wapavirika, hamjambo? Hamjambo tena hamjambo Tufike leo hapa boyani, hakika sherehe hii ya muhimu ya baba wetu askofu John Chabuka. Vile mnavyojua Askofu John pamoja na kanisa la ADC, ninyi ni marafiki wangu wa karibu sana. Sio mara yangu ya kwanza kufika katika mahali hapa sio mara yangu ya kwanza kuwa na uhusiano na mkutano na watu wa kanisa la ABC. Mimi nimekuwa pamoja na nyinyi, mimi mmekuwa pamoja na mimi wakati nilihitaji marafiki, rafiki mulisimama pamoja na mimi, na ninyi wakati mnahitaji rafiki, mimi nasimama na nyinyi, na rafiki, na nini. Kwa masi eni, kwa sababu hiyo wakati nilipata kwalipo askofu kwamba kuna hii sherehe ya kusherehekea miaka ishirini ya kazi ya kujitolea ya uongozi wa kanisa hii kupitia kwa askofu wetu, mimi nilisema nitaweka mambo mengi kando nije hapa niungane na nyinyi, kwa sababu natambua ile kazi ya Skofu John anafanya. Ah, <coughs> <coughs> <coughs> nimekuja vilevile kwa sababu kuna uhusiano mzuri kazi ya serikali ya Kenya na kanisa la ADC. Yale mambo tunapanga kama serikali na kuyatekeleza, kanisa la ADC wakiungana na makanisa yale mengine mengi wanatusaidia kutekeleza mambo ambayo yanahusiana na maendeleo ya taifa letu la Kenya. Maneno ya elimu tumesikia mchango wa kanisa wa ABC, vile vile mchango wa askofu. Kwa mambo yetu ya masomo ya watoto wa Kenya, mambo ya matibabu tumesikia mchango wa kanisa letu la ADC na ya makanisa yale mengine katuya kushughulikia mambo ya afya ya wananchi wetu wa uh, taifa la Kenya na mambo yale mengine mengi ya maendeleo. Mimi nafurahi sana kwa uhusiano niliopo nayo na kanisa lenu and I am very proud of the friendship between a nilikuja hapa wakati nilipata mwaliko, na wakati nilikuwa hapa mkanionyesha kwamba mnataka kujenga cathedral, yaani mahali headquarters, mahali mtakuwa na kanisa cathedral na wakati huo tulikuwa tunafikiri ni jengo ndogo kwa sababu tumekuwa tumeanza na tukasema tupanue hiyo kanisa. Wakati huo mi askofu alisema tulipatiana shilingi milioni tatu kufikiria kwamba hiyo kanisa itasonga vizuri, lakini nyinyi kwa maono yenu makubwa mkasema tupanue ile kanisa na nyinyi wenyewe umetoa pesa nyingi, karibu milioni ishirini. Kasema asante sana Eimimi okay, okay. Nataka niwaeleze, wakati askofu alikuja na kamati yake kuniona kule ofisi likei chini, na wao wakanipatia vision yao kwamba ile kanisa zilianza na milioni tatu, sasa mimeweka milioni ishirini. Wakaniambia kwamba mnataka aifike milioni themanini, ndiotuo ya katido kubwa na maofisi na conference facility na mambo mengine na mimi nilikubali ya kwamba tutajenga pamoja, na sababu hiyo ndio mmesikia askofu, wiki iliyopita nimewatumia milioni hamsini, a kidogo cha baiyapo uu sasa huyu esiaaiaeh tiilo

hata ikawaje tuko na watu wengi wa kwenda kidogo, bado tuko na nafasi ya kukaa kidogo. Mimi nimefurahi sana kuungana na ninyi leo. Nataka niwahakikishia kwamba serikali ya Kenya na mimi mwenyewe tunaendelea kuwa na ushirikiano na makanisa na kanisa la ABC at <tis> watu wa kuhiga nini, kwa sababu leo tuko kanisani. Ndugu viongozi wenzangu wameongea hapa, na nimekuwa hapa Western kwa siku karibu hine hivi, na nimekuwa hapa shughuli ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii, kwa sababu najua sisi kweli tunamwamini Mungu na tuko na matumaini makubwa sana ya kwenda mbinguni. Kwanza mimi niko na matumaini makubwa sana, ndio. Lakini unajua hawa maaskofu ndio wanatusaidia kupanda ile tutaenda mbinguni, hawa maaskofu wanatuelekeza na Mungu amewapatia majukumu hayo, na ni majukumu ya maana ya kupanga maisha yetu ya milele lakini, hata tena, maisha ya milele, tuko na maisha mafupi hapa duniani, na hiyo pia Mungu amewapatia nafasi. Wakati maaskofu anapanga maisha ya milele napaka amaui ya duniani watoto andari ei alikainamna na sisi wote ni wafanyakazi wa wananchi hawa, na inatubidi kutoka MCA, wabunge wetu, magavana, waziri, mimi na wale wengine wote, kuungana, kushirikiana. Ndio kazi ile ambayo tuko nayo kwa majukumu awa wananchi weze kutekendeza Sababu hiyo omimi limesema, nimekuwa hapa juzi, tumekubaliana mde, viongozi wengi wamasema, tumekubaliana priorities ya mambo ya maendeleo ya ira, tumekubaliana madana ya barabara na barabara zilikwama hapa, imekwamua zote na barabara mpya tulikubaliana na hapa viongozi, hizo barabara zikakuja kuzianzisha

kuunganisha majumba ya wananchi elfu kumi na tano mpya hapa viiga na waziri wangu watakuwa hapa kuhakikisha hiyo kazi inatimika by June next year. Hiyo majumba ya elfu kumi na tano ile zinaunganishwa na stima na kama kuna zingine zitabakia, tunaendelea na kushughulikia.

mtu tatu tano tukiendelea ataaa mashamba hivyo mwisho, tutakosa mahali ya kuzalisha chakula, na tukikosa mahali ya kuzalisha chakula tutapatana na njaa. Kwa hivyo mimi nawauliza ndugu zangu, wawaapaiga tumeweka mpango ya serikali hapa Viriga tunataka kuwajengee nyumba elfu kumi na nimekubaliana na hawa wazee wa heshima. Nataka kuweka ya kwanza hapa Hamisi elfu moja tayari atagaza darasi unaile. Tumemaliza hapo majenge, tunaanza ingine elfu moja unataka kuweka Rwanda pale nyumba elfu moja nataka kuweka Mbale nyumba elfu moja ueka mata

wananchi wanaongezeka mahali ya kulima chakula inakuwa ndogo na e, mwisho tutakwama. Kwa hivyo natuwajo plani nahe. Pia mmeniuliza ya kwamba mnataka mazao yenu ya kutoka shambani tuwe na mpango ya taratibu za masoko, sababu hiyo ndio tunajenga soko kumi hapa Vihiga hapa kwenu eeaka leini lamisi tumekubaliana na mbunge wenu Bwana Jimosi anajenga soko la milioni sabini chetulu anajenga anajenga soko la milioni sabini na mbogi

Nimeshukuru sana Askofu Chaguka kwa sababu wee umesema mambo ya shata. Nataka niwaulize wananchi wa iinda, serikali ya Kenya tumeamua ya kwamba vile katiba ya Kenya inavyosema, afya ni haki ya kila Mkena, sio matajiri, sio wale wako na kazi, kila Mkenya, na ndio sababu hiyo Tumebadilisha mfumo wa afya Kenya. Hapo nyuma mfumo ya afya ilikuwa na mapendeleo. Wale wako na kazi wanapata matibabu bora, wale wako na uwezo wanapata matibabu bora, wale hawana uwezo, wale watu wako na kazi wanapata matibabu ya chini. Tumesema we want equity and equality. Tunataka kila mwananchi wa Kenya aweze kwenda hospitali

kati ya wananchi 589,000 kumaanisha almost 40%. Sasa nyinyi ambao hamjajiandikisha, mimi na warai mujiandikishe, kwa sababu mkijiandikisha, tutakuwa na orodha um, ya wananchi tuweze kupanga matibabu, tujue madawa kiasi gani zinahitajika, tujue wauguzi ama madaktari wanahitajika, na tujue ile inatumika kwa mahospitali ya matibabu kiasi gani imetajika, na tayari nimekubaliana na kaunti zote ya kwamba tuko na mpango sasa ya serikali ya kutoa equipment bila ya kaunti kulipa. Equipment itakuwa hospitalini na kupitia kwa shaa kutalipa gharama ya hiyo equipment, vile vile madawa na tumesema shida kubwa ya madaktari au shida kubwa ya dispensary hospitali zetu ni kwa kwamba mareja anaenda pale anakuta hakuna dawa kwenda mashuleni. so we now have a way of sorting out maneno ya madawa, na tumekubaliana ya kwamba dawa ikitoka kule KEMSA Nairobi, isiende Kirinyaga town, iende kwa zahanati yenyewe, iende kwa kama ni dispensary iende moja kwa moja mpaka dispensary, ama moja kwa moja mpaka health center, ama moja kwa moja mpaka hospitali, ni kuhakikisha kwamba dunia hii naso. Kwa hivyo watu wa Kinga, mimi nitarudi hapa na tumekubaliana na hawa viongozi, nikirudi nataka nifanye mkutano mkubwa na viongozi wa Kinga wote

Kiswahili, wanasema ndugu wananchi, umoja ni nguvu. Kwa hivyo tukiwa pamoja, tukishirikiana, tutafaulu tukiwa sote. Mwisho, nataka niwaulize wananchi wote waaaekiviongozi ya kwamba Kenya hii inakuwa inaweza kuwa ni nchi ya maajabu. We have the greatest potential as a nation.